Oya oh, ule ugali uliobaki ni wachai asubuhi, mwanangu, usije ukala. Naelewa na ah, oh, hey, oh, uh, mzee, afu mbona achuka? Mimi njaa njaa hivyo, mwanangu. Poa, nilikuwa nakwambia tu. Hey, mambo babe. Poa, mzima wewe mke wangu. Mimi mzima, sijui wewe mke wangu Minikopoa mme wangu hapa, na namalizi ya kula kula, nikaenda kuoga, sasa ndo nimeingia kitandani. Mekula ninimwanguijara sana, nimekula tu mbili za mkate na maziwa. Ah, bado sijala, ndo nimeagiza KFC, oh, wow. KFC. Umeagiza nini? ni ah, chicken wings, extra sauce, extra cheese. <laughs> So nikasema kabla sijala hizo wings kwanza nile sauti ya mke wangu, alafu tattoo tattoo yako, nataka nikuchore kwenye ubavu, sehemu ambayo umetoka kwenye ubavu wangu. Tulikubaliana kuhusu majina ya watoto wa yeah, yeah, wa kike na wa kiume mmoja ambaye huyo mmoja wa kiume mmoja ni wa mwisho au wa kike? uh -huh. Wa kwanza tutamwita nani? Paula, si ndio? Paula alafu tunaweka pp kwenye familia yetu, Ayubu kweli? Maana ilibidi confirm. Maana hapa si unajua nakaa na Ayubu. Jogo wa mstaafu. Okay, wait, kama shida ni sura, kuna rafiki <laughs> yangu fulani hivi ni kipofu. Nitajaribu <laughs> kumuunganishia. <laughs> <Haweza> akakosa mtu jamani. <laughs> <man. laughs>